Lakini tunataka pia vikundi ambavyo vitakuwa vimejitahidi sana katika ngazi ya mtaa, katika dinari, katika chivikonari, na hata vinapofika huku vikaonyesha viko vizuri kwenye uimbaji, kwenye sanaa, kwenye kila kitu, tunataka nao tuwape nafasi, watembelee dayosisi moja moja, hata pengine na maeneo mengine mazuri, ili wakitoka huko waweze kuwa mfano mzuri. Mwisho, tunatarajia kwamba mwakani kwanzia mwakani mpaka tutakapomaliza misheni tano tu, tuone sasa vipawa vikiivuka viki, kwa mfano hivi, kwa mfano wale wanaocheza mpira wa miguu wakafanya vizuri, TACU inafanya nini baada ya hapo? Wale wanaocheza vizuri iaa wakafanya vizuri Tangu inafanya nini baada ya baada, huoni wanaishiria kule, wamepewa vibahasha kule Magila, ndio basi, imekwisha. lakini ungetarajia kuona mwendelezo. Maana hawa ndio wanaokuja kuwa taifa, lakini hawa ndio wanaokuja kuwa wazee wa kanisa, hawa ndio wanaokuja kuwa mashemasi, makatekisa, baadae maskofu. Huko tunatarajia tuone wakiendeleza. Kwa hiyo yule ambaye tunamwona na kipawa fulani, kama tunavyopita kwenye vipaimara na kusema na wazazi walimu, ninyi wenyewe ndio mnasema, tumemwona fulani. Sasa huyu angejengewa mazingira haya, ili sasa mratibu akamwone mzazi na kusema mtoto huyu anapaswa afanywe hiki na hiki na hiki. Mmekwama wapi? Sasa inapotokea tunakutana, tuna tunafikiri tu habari za michango, michango michango michango matamasha. Sawa, matamasha yazalishe kitu, matamasha yatoe jambo, matamasha yaweke mwendo kama ni ibada za uimbaji tuseme, ibada si za uimbaji zimetuzalishia kipindi hiki cha vijana. Vijana hawa watoto hawa wanapoendelea kukua, kienda sekondari, tuwaone wanashaini huko kwenye vyombo vya habari, kwenye miundo ya muziki. Usishie tu humu kwa kuja kunukanuka tu madhabahu. Wale ambao ni futbola, tuwaone wananyanyuka kwenda mahali fulani. Wale ambao ni netbola, tuwaone wananyanyuka kwenda mahali, na hakuna kufanya wapeguzi isipokuwa timu ya walimu na wanatu. Na hapo mbaya ni choyo, mfikiri <coughs> wa kwangu, mbona ndio waleta? Hakuna hata mmoja aliyoko pale. Na Mungu atusaidie, choyo kishindwe kwa jina la Yesu. <coughs> Amen. Iye anayefanya vizuri tumsogeze, ndio njia ya kujenga, na ukishajenga hapo umejenga lile kundi la vijana kiukizi, ukishajenga kundi hilo umejenga kundi jingine la mbele.